Baada ya klabu ya Yanga kutoka kwenye kikao ambacho waliitishwa na bodi ya ligi, muda mchache uliopita wameita waandishi wa habari na kuzungumza mambo mengi ambayo yanahusu yale ambayo walioyawasilisha katika kikao hicho walichokifanya na bodi ya ligi, Ali Kamwe amethibitisha kwamba Young African haitoshiriki fainali ya kombe la shirikisho la CRDB, ambapo kwenye fainali hiyo watacheza dhidi ya Singida Black Stars mpaka pale klabu ya Yanga italipwa pesa za ubingwa wa msimu uliopita. Mbali na swala hilo, msemaji wa Yanga amesema endapo bodi ya ligi haitofanya maamuzi juu ya matakwa ambayo wameyawasilisha hii leo, kama klabu hawatoshiriki ligi kuu msimu unaokuja. Kwa hiyo kutokana na kauli hizo za msemaji wa klabu ya Yanga tunakuja kuona kwamba vitu vingi vimeibuliwa kutokana na shida ile ambayo ilianzia katika kuahirishwa kwa mchezo uh, namba na 184 ambao ulita, ulitarajiwa kufanyika tarehe 8 na ukapangwa Juni 15 kwa hiyo, kuahirishwa kwa mchezo huo umekuja kuathiri fainali ya kombe la CRDB ambayo imepangwa kufanyika tarehe ishirini na nane huko visiwani Zanzibar. Kwa hiyo sakata hilo limeathiri kwa namna moja ama nyingine uh, fainali hiyo, lakini pia Yanga wameeleza kwamba hawatoshiriki ligi kuu msimu ujao, lakini pia michezo miwili ambayo iliyosalia, ukiachana na dabi ya Kariakoo, kuna michezo mingine miwili ya ligi imeonekana kwamba hawatocheza tena michezo hiyo kama matakwa yao manne ambayo wamewasilisha hii leo hayatofanyiwa kazi. Asante kwa kuendelea kuifuatilia Wise TV na mimi ni Mrish Wise.